Siku kama ya leo katika kanisa tunakumbuka Mtakatifu Dominiko Savio. Ni mmoja mtakatifu mdogo na kijana sana ndani ya kanisa. Mtakatifu huyo alizaliwa mnamo tarehe mbili Aprili mwaka 1842 katika jiji liitwalo Divaria huko nchini Italia. Mtakatifu huyo alikuwa ni mtoto wa pili kati ya watoto kumi na moja wa baba Carlo Savio na Brigida Savia. Mtakatifu huyo aliishi maisha ya utakatifu akiwa bado mdogo sana alianza kuonyesha ishara na matendo makubwa sana ambayo katika jamii na katika familia yalikuwa ni ya kipekee sana na alikuwa ni wa pekee sana. Mtakatifu huyo alikuwa ni mtoto mnyenyekevu kwa familia yake, alikuwa na upendo kwa ndugu zake. Alipofikisha umri wa miaka kumi na mbili mtakatifu huyo alijiunga shule ya Don Bosco iitwayo Oratory of Saint Francis de Sales nchini huko Italia, ambapo Don Bosco alimpokea na kukubali kuwa msimamizi wake wa kiroho. Mtakatifu huyu alikuwa akiishi maisha ya sala, maisha ya kujinyima, maisha ya kufunga na kuomba. Mtakatifu huyu alikuwa ni mmoja ya watoto ambao ni alama katika shule ile ya St. Francis de Sales. alikuwa ni mtoto ambaye pia huunganisha hata marafiki ambao wamekwazana. Alikuwa ni mtoto ambaye hakupendezwa na matendo kama vijitabia vidogo vidogo vya kukoseana au vya kutenda dhambi. Mtakatifu huyu alipofika akiwa na umri wa miaka kumi na nne alianza kusumbuliwa na ugonjwa wa kifua kikuu. Kipindi hiko, kutokana na sayansi ya wakati ule, mtoto huyu alishinda kupata huduma ambayo ingeweza kumsaidia kupona. Kwa mauti ukamkuta tarehe 9 March mwaka 1857. Wasifu wake uliandikwa na huyu huyu Mtakatifu Yohane Bosco ambaye aliandika maisha yake na pia utakatifu wake katika kanisa. Mtakatifu huyu anakumbukwa kama ni mmoja mtakatifu mdogo na kijana ambaye aliishi maisha ya unyenyekevu na upendo na moyo sala ambaye alikuwa akionyesha kiu yake na tamanio yake katika kuupenda Yesu wa Ekaristi na pia Mama Bikira Maria. Mtakatifu huyu anakumbukwa na msemo wake mmoja, bora kufa kuliko kutenda dhambi, death rather than sin. Hivyo basi, analeta chachu katika kanisa na pia anatoa mwitikio kwa wazazi katika kusimamia vijana wao kutambua mito yao ya utakatifu. Hivyo basi, vijana na watoto, tunaalikwa tukapate kuchukua mfano bora wa mtakatifu huyu na kuishi katika maisha yetu. Na hiyo ndio historia fupi ya Mtakatifu Domenico Savio.